Karibu sana kwenye channel yangu ya YouTube na Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo na posti kwenye channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo na posti kwenye channel yangu ya YouTube. Lakini pia kumbuka ili kuweza kuendelea kupata mafundisho yote ambayo na posti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe, kusubscribe. Mafundisho yote ambayo na posti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata. Na mafundisho uh, yangu ninaposti Jumatatu Jumatano na Ijumaa. Mungu akubariki, lakini pia unaweza kuwashirikisha wale unaowapenda mafundisho haya katika jina la Yesu. Amen. Leo tutajifunza kichwa njongono na kusema kwamba kanuni ya imani. Kanuni ya imani. Kanuni ya imani. Na Roho Mtakatifu akokuhudumia kwenye mafundisho haya. Nye mafundisho akafanyike baraka kwako kwa, akafanyike msaada kwako kwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kanuni ya imani. Kanuni ya imani. Mafanikio kwenye eneo lolote ile yanategemea ufahamu wa huyo mtu juu ya kanuni, juu ya kanuni. Mtu yoyote ile anayejua kanuni, ni rahisi kufanikiwa, lakini kama hujui kanuni vizuri, itakuwa ni vigumu sana kufanikiwa. Na ndiyo changamoto ambayo kanisa linakutana nayo, hatujui. Watakatifu wengi hawajui kanuni ya imani maana ni vema tukajifunza jinsi ambavyo imani inatenda kazi buka kwamba tuko kwenye ufalme ambao unatenda kazi kwa imani. Unaposoma kwenye Waebrania 11:6, nasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Lakini wakati wote Yesu alivyokwepo hapa duniani, amezungumzia sana kwa habari ya imani. Watu wote ambao walipokea muujiza alisema kwamba imani yako imekuponya, imani yako imekuponya imani yako amekuponya. Na kuna watu wengine ambao walimshangaza jinsi kiwango chao cha imani kilivyokuwa kubwa. Tunamwona yule askari ambaye alikuwa na mtoto wake ana a, mtoto wake anaumwa, alipotesu aliposema kwamba aliposema kama kwa nitakuja, akasema huna haja kuja, sema neno tu na mtumio, alipo sema neno tu, sema neno tu, na Yesu akasema sijawahiona imani kubwa kama hiyo. Na Yesu alivyotamka neno, saa ile ile A, mtu, mtu ambaye alikuwa anaumwa alipokea muujiza wake. Kwayo ni vyema tukajua imani, kanuni ya imani. Tusipojua ima, kanuni ya imani hatuwezi kuishi maisha ya ushindi kwenye ufalme huu, na Mungu anataka sisi tuwe ni watu wa kushinda kwenye mazingira yote, kwenye hali zote. Tutawezeje kushinda? Kwa kujua kanuni ya imani kanuni ya imani. Na ndiyo maana ni jukumu la kila mmoja moja kuwekeza kwenye imani, kuwekeza kwenye kuinua imani yake, kuwekeza kwenye kuinua imani yake, kwa sababu kuna namna ambavyo tunaweza tukuiishi maisha ushindi kama imani yetu isipokuwa thabiti. Imani yetu ikiwa imara, tutaweza kuzima mishale yote yenye moto ile ya adui kwa kanuni ya imani, kanuni ya imani. Kanuni ya kwanza ya imani, tuna tunaiona tuna kwenye Wabrania moja mstari wa kwanza Andiko nasema kwamba imani ni kuwa na hakika mambo ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana, ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, kwamba kuna mambo ambayo unayatarajia. Unayatarajia maanake kama kitu unakitarajia manake haujakipata bado katika ulimwengu wa mwili, lakini una uhakika ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, alafu anamalizia na kusema kwamba ni bayana ya mambo yasiyoonekana, ni uhakika wa mambo yasiyoonekana. Watu ambao wanaendeshwa kwa milango ya fahamu hawezi kumwelewa mtu wa imani. Watu ambao wanahitaji kuthibitisha vitu kwenye maabara hawezi kuamini mambo ya imani, kwa sababu imani, huwezi huwezi ukaenda kuthibitisha labda maabara. Imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo. Una uhakika asilimia mia, mia, kwamba itakuwa hivyo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana, ni uhakika wa mambo yasiyoonekana, ni uhakika bayana, maanake ni uhakika wa mambo, mambo yasiyoonekana. Ni kweli mambo hayajaonekana lakini tayari huna mtoto tayari, lakini unajua unaanza kuona kutengeneza picha kwamba tayari wewe ni mjamzito tayari, wewe labda labda unanyonyesha mtoto, lakini kwa sasa kwa watu hakuna mtu anayeweza kuona kwamba mtoto wewe. Tayari katika ulimwengu wa roho unamwona mtoto katika ulimwengu wa roho unajiona tayari mjamzito, mjamzito, inawezekana labda utembee tayari unaanza kujiona kwenye ulimwengu wa roho unatembea. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Pamoja na kuwa mambo hayajaonekana lakini una uhakika kwamba sasa hivi, sasa hivi unacho hicho unachokitaka, unacho hicho unachokitaka. Bayana ya mambo yasiyoonekana, uhakika wa mambo usioonekana kwa sasa, kwa jinsi ya kibinadamu inaonekana bado, bado kuna mazingira fulani, unaonekana kama wewe ni maskini, huna uhakika hata kula, lakini bado we unajiona tajiri na unakiri kwa kinywa chako kwamba mimi ni tajiri, maana imeandikwa kwamba Yesu alifanyika umaskini ili kwa umaskini wake mimi niwe tajiri. Huna uhakika kula jioni, lakini una, unajiona wewe tajiri, unakiri pia kwamba wewe ni tajiri. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana ni kuwa na hakika mambo yatajua, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Lakini pia kanuni mojawapo ya imani ni kuyataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo. Tunaposoma kwenye Warumi 4:17 kwamba Mungu ni Mungu atajaye mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo. Hii ni kanuni mojawapo ya imani, kuyataja mambo yasiyokuwepo, mambo ambayo hayaonekani kwa macho ya nyama, kana kwamba yamekuwepo, kana kwamba yamekuwepo kana kwamba imekwepo. Usipojua kanuni hizi, utashangaa, kwa nini mambo mimi hayaendi? kwa nini mimi moja mbili moja mbili? Lakini kwa sababu wewe unataka kuona kwanza, ndio uanze kutamka, hiyo sio imani. Wewe unataka kitu kidhihirike kwanza katika ulimwengu wa mwili, ndio uanze kutamka kwamba ni imani. Wewe unataka kutamka kwamba wewe kwa ni tajiri ukiwa na bilioni milioni milioni ngapi mfukoni. Imani ni kuyataja mambo yasiyo. Kanuni mojawapo, imani ni kuyataja mambo yasiyo kuwepo kana kwamba yamekuwepo, me, kana kwamba yamekuwepo. Unaanza kukiri kwamba wewe ni tajiri, lakini huna uhakika hata kunywa chai, lakini una uhakika asilimia mia kwamba mimi ni tajiri, mimi ni tajiri. Watu wanaokuzunguka watashangaa, watashangaa kwa sababu wenyewe wanataka waone ndio waamini. Yesu akamwambia Tomaso, heli walio walio heli wasioona wakasadiki. Heli wasioona kwa macho haya nyama wakasadiki, heli wale wasioona wasioona udhihirisho wa uponyaji waka, wakasadiki kwamba wenyewe ni wamepona. Usisubiri dalili zote za ugonjwa ziondoke ndioanze kukiri kwamba mimi ni mzima, anza kukiri kwamba mimi ni mzima, hata kama kuna dalili bado nazisikia, hata kama kuna dalili bado nazisikia. Kwa kanuni moja ya imani ni kuwa na hakika, kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kuwa na hakika, hakuna mashaka, ni bayana, ni uhakika wa mambo yasiyoonekana. Hayajaonekana kweli, hayajaonekana kweli. Utajiri haujaonekana kweli kwa macho nyama, kwa ya nyama haya, lakini una uhakika asilimia 100 kwamba mimi ni tajiri, mimi ni tajiri. Uponyaji haujadhihirika kweli lakini kwa sababu imeandikwa Petro wa kwanza mbili shina kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa, unaendelea kukikuamini kwa kuamini kile kilichoandikwa, pamoja na kwa dalili za ugonjwa bado zipo lakini kwa kupigwa kwa Yesu mimi nilikwisha ponywa, nilikwisha ponywa miaka elfu mbili iliyopita. Mimi ni mzima katika jina la Yesu, mimi nimepona katika jina la Yesu. Alafu baada hapo, usima utadhihirika katika ulimwengu na kila mtu ataona kwamba kile ulichokuwa unatamka kimekuwa Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Mboka imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, ni bayana mambo yasiyoonekana. Hii ni moja ya kanuni ya, karo, ya, ya, ya imani, lakini pia kanuni mojawapo ya imani pia ni kuyataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo. Wewe kwa jinsi ya, ya kibinadamu unaonekana kwamba ni dhaifu, lakini unakiri kwamba mimi ni mwenye nguvu na ndio maana maandiko yanasema walio walio dhaifu waseme mimi ni hodari. Mungu akubariki sana kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka ili uendelee kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe. Na subscribe lakini pia unaweza kawashirikisha marafiki zako, unaweza ka comment, unaweza ka like katika jina la Yesu, Amen.